Hii website unayoiona hapa ndio mbadala wa Netflix. Na jinsi gani utaweza kuipata hii website? Ngoja nikuonyeshe ni jinsi gani utaweza kupata website hii ambayo itakusaidia wewe kuangalia movie katika simu yako bure bila ya kulipia chochote kama ilivyo Netflix. Lakini hii website lazima utumie bando lako ili kuweza kuangalia movie hizo kwa sababu movie hizo haziko kwenye simu yako bali ziko mtandaoni. Okay, unachotakiwa kufanya inabidi uingie kwenye browser yako. Kwa nitafungua Google Chrome. Baada kufungua kwenye Google Chrome nitafungua tabu mpya. Then hapa juu kabisa ndo utaandika sasa hii website yako, website yako inaitwa scene by dot ru. Kwa utaandika hii website hivyo, then hii website itafunguka katika simu yako. Baada ya kufunguka website hii, utaweza kuona hapa chini kuna movies mbalimbali ambazo unaweza kuziangalia hapo kwa hapo. Kwa hiyo kuna movies tofauti tofauti ambazo ziko katika platform tofauti tofauti, kwa hiyo una uwezo wa kufungua movie yoyote ile ukaweza kuiangalia hapa. By the way, kwa sababu hii ni kwa sababu hii ni website ya bure lazima iwe na baadhi ya matangazo. Kwa hiyo ikitokea tangazo lolote unarudi nyuma ili hiyo matangazo yaweze kuondoka. Kwa hiyo utakuja utabonyeza hapa juu kwa matangazo kama hivyo utarudi nyuma ili asiweze kufunguka matangazo hayo. Unaona hapa chini, ukiangalia, inaonyesha kabisa ni lisali moja na movie kama hivyo. Natumwa takuwa umeelewa. Kama umeelewa unaomba sasa kunifollow, like, na yako itaanza kuplay na kushare kwa marafiki zako na familia. See you in the next one. Peace out.